Kuna kitu nikuonyeshe ambacho sikutaka kukuonyesha, lakini kwa sababu umejionea, wacha tu nikuonyeshe hivyo hivyo. Kitu gani? Nipe dakika moja tafadhali. Hapo ndipo tulipoishia katika sehemu ya nane ya simulizi hii nzuri, simulizi ya Kisasi Ni Haki. Usisahau, usisahau kusubscribe channel yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vya tu mbalimbali. Mimi langu jina ni Mr A Romantiki kutoka hapa hapa Simulizi TZ. Tusonge katika mwendelezo wa sehemu hii ya mwisho ya simulizi kisasi ni haki. Nilimjibu, nikashuka kitandani na kuifuata simu yangu kisha nikarejea nayo kitandani na kumfungulia ile video niliyomrekodi mume wake wakati akitaka kulala na mimi mpaka audio niliyomrekodi wakati akiropoka maneno yake, kumbe huyu mwanaume ni mshenzi na muhuni zaidi zaidi ya nilivyozania. Mwana mwanamama Pliska alihamaki kwa asila akitaka kutoka chumbani akampige mumewe. E mami, sija kuonyesha ili upaniki ukaanzishe timbwili huko nje, lilaksi rilaksi kwanza Yaani tuliza hasira, alafu usiruhusu ajue, acha tumshughulikie kimya kimya tu. Yaani natamani nikampasue mwanaume yule! Mimi ndiye niliyemsomesha ati tangu akiwa sekondari na chuoni, kwao walikuwa hawajiwezi mpaka tukaoana, akasoma akapata pesa akawa profesa. Leo ananifanyia uchafu huu mimi tena sio tu huu, ila huu wa sasa aa, kwa kweli umezidi, umezidi kipimo. Nitamuua na kuambia, niache Fredriki. Tulia mami, usifanye maamuzi yoyote ukiwa na hasira, nilimjibu huu, nikimvuta kifuani mwangu na kumtuliza huku nikiwa nimemshikilia kiuno, mwanamama huyu ambaye alifumba macho yake tukiwa tumesimama, kisha tukaangaliana kwa sekunde kadhaa nikageuka na kuanza kutandika kitanda vizuri kilichokuwa kimevurugika, kisha nikamkaribisha kitandani taratibu, tukalala tukitazamana, hatimaye tukapitiwa na usingizi mzito. Basi asubuhi kulikucha mapema, nikawa wa kwanza kuamka kitandani nikimwacha mwana mama Pliska, akiwa bado anauchapa usingizi. Nikatoka chumbani taratibu, nikiwa nimevaa upande wa kitenge nimejiweka vyema matiti na mgalio yangu ya bandia safari kwenda bafuni kwa ajili ya kuoga, na ndipo nilipokutana na mzee Nguza kwenye korido ya kuelekea bafuni. Wewe binti, simama! Alinisimamisha. Abe, nilimwitikia kwa sauti ya kike kama siku zote, kichwani nikiwa bado na nywele zangu za twende kilioni nilizozisuka. Umemwambia chochote mke wangu? Hapana, sijamwambia mimi. Una uhakika? Asilimia mia na kama umemwambia, nadhani huu ndiyo utakuwa mwisho wako wa kuishi humu ndani. Ningekuwa nimemwambia, siangekutafuta tena e? siangekufata huko chumbani kwako mkagombane, nilimjibu mzee huyo, aliyenitazama na kuanza kuchekacheka. Sawa, lakini vipi tunaweza tukaonana baadaye? Baadaye sahau yaliyopita bwana, aliniambia. Ndipo nikamtazama tu na kumsonya kisha nikaingia bafuni taratibu. Nilipomaliza kuoga, nikatoka bafuni taratibu sana, kugeuza kwenda chumbani, na ndipo niliposikia sauti ya kike ambayo haikuwa ngeni masikioni mwangu. Ikabidi nitembee kwa machale kuhakikisha kama ninachokisikia ni kweli au sio kweli, na haikuwa uongo, ilikuwa ni kweli kabisa nilichokuwa nikikisikia. Nilimshuhudia mpenzi wangu wakati huo msichana niliyempenda sana yani Rosemary akiwa kwenye sebule amesimama na mlinzi, huku mzee Nguza akiwa anazungumza naye. Nilitulia kimya nikiwa nimejibanza ukutani wasinione, wakati wakizungumza sebuleni. Wewe Dula, si nilikuambia usimruhusu huyu msichana aingie ndani? Mke wangu akijua itakuwa balaa. Mzee Nguza alimkalipia mlinzi Nimemzuia bosi, lakini huyu msichana ni king'ang'anizi, kanisukuma kaingia kilazima. Sasa nikaogopa nisije nikatumia nguvu bure nikamuumiza, ikawa kesi kwangu, mlinzi alijibu. Rosemary tutaongea kwenye simu tafadhali. Sawa, nenda mama, tutazungumza kwenye simu. mke wangu akitoka akakukuta, nitakosa cha kujibu. Mzee Nguza aliongea. Sasa kama unajijua una mke wewe mzee, kwa nini mimi ulinifuata mpaka ukaniharibia mahusiano yangu na mchumba wangu Fredriki wakati ule ukatufelisha, eh? Mimi sitoki hapa mpaka utume hela ya mtoto. Tena nimesema tu mahela chapchap, nipe hela, la sivyo nitamsubiri huyo mkeo mpaka ajue kuwa una mtoto nje Umezana mimi sawa. Rosemary alinyoosha mkono akimnyooshea mzee huyo kumwomba pesa. Nilijikuta mwili ukiishiwa nguvu na kama ganzi imenishika mwili imenishika mwilini baada ya kusikia kauli hiyo kutoka kwa msichana Rosemary niliyempenda sana tukiwa chuoni na niliyekuwa nina malengo naye mpaka profesa huyu alipoingilia penzi letu na kuanzishia vitimbwi Rosemelie. Akaacha chuo na mimi nikafelishwa kwa makusudi mitihani yangu na kushindwa kuendelea. Baada ya hapo, sikumwona Rosemelie tena chuoni na hata mawasiliano yake yalikuwa hayapatikani tena. Nikajua labda amerudi kwao mkoani au amejua au amejiua na kujifanya kitu kibaya. Sikujua kumbe alikuwa anaendelea na mapenzi na profesa mzee huyu na ameshampa ujauzito. Nisikilize basi Rozi, eh? twende nje tukayamalize, nikupe hiyo hela, mzee Nguza alimwambia. Twende twende, mguu wako mguu wangu, mpaka tufike benki, yani mimi na wewe. Rozi alimjibu, basi kanisubiri nje ya geti, nakuja sasa hivi Rozi, mzee Nguza alimjibu msichana huyo ambaye alimsonya na kutoka nje kwenda kumsubiri. Nami nikapitiliza muda huo huo nikijifanya napita, sijasikia kitu chochote kile, nikipishana na mzee Nguza ambaye alikuwa kwenye heka heka, akatamani kuniuliza lakini akaingia tu chumbani kwake. Nikahisi alitaka kuniuliza kama nimesikia kitu chochote ama la. Niliingia chumbani kinyonge, nikimkuta mke wa mzee Nguza mwana mama Pliska akiwa ndo kwanza ameamka amekaa kitako akijinyosha nyosha kitandani na kupiga miayo. Nikakaa kitandani pembeni yake. ni saa ngapi saizi Fredriki? Moja, nilimjibu kwa mkato. Ikabidi anitazame usoni kwa sekundi kadhaa akinikagua. vipi upo sawa Fredriki? nipo sawa, nipo sawa kabisa. Mm, haupo sawa, sura yako inajionyesha Niambie, una tatizo gani? Aliniuliza. Nikamtazama na kushusha pumzi ndefu, kwanza ya kupunguza asila. Nimepewa taarifa mdogo wangu amelazwa hospitalini. Mm, pole, usiwe na wasiwasi, Frederiki atakuwa sawa, alinibembeleza huku akinipapasa papasa mgongoni. Nikamtazama tu kwa asila na kwa uchungu mkubwa, nikiwa nimezamilia kumshughulikia sana huyu mama mke wa Mzee Nguza kwa ajili ya kulipiza kisasi kwa mzee huyo kama mapenzi kumpa, lazima nimpe mpaka asahau kama kuna mumewe. Mama huyu ambaye anaonekana hajawahi kabisa kuchepuka tangu aolewe na mumewe huyu muhuni na mpenda wanawake, hasa mabinti wadogo wadogo, akiwa amepata mke mtulivu tu asiye na mambo mengi. Asante, nilimjibu nikimshika viganja vyake vya mikono akatabasamu nikaenda endaye chai, wewe pumzika tu. Nadhani huyu mzee atakuwa ameshaondoka, maana nikimtia machoni najisikia hasira tu, aliniambia mwanamama huyu akiinuka taratibu kutaka kuondoka, lakini nikamshika mkono kumzuia asiondoke. Akageuka na kunitazama usoni, huku akitabasamu. Usiniache, huku nikimwonyesha kwa lugha ya macho kuwa kuna kitu nahitaji kutoka kwake. Asubuhi jamani, Fredriki, nitarudi, naenda tu kupiga mswaki. Upige mswaki, usipige, hiyo kwangu haipunguzi kitu, nilimjibu nikimnyamazisha asiendelee kuzungumza. Nikasimama na kumsogeza ukutani taratibu. Sikuwa na muda wa kumwandaa sana kama usiku, maana nilitaka tu mahali pa kupoza uchungu wangu. Mwanamama Priska alikubali, tukaendelea na mambo yetu barabara. Basi ndipo aliponiambia sasa, wacha nikakuandalie chai. Akasimama na kuondoka, nikampiga kibao cha utani, akatabasamu tu na kunyooshea kidole, kisha akatoka chumbani kwangu taratibu, nami nikajilaza kitandani chali. Nilitulia kama dakika kumi hivi, kisha nikainuka kitandani na kujiwekaweka vizuri, nikivaa gauni jingine na kutoka chumbani ambapo nilimkuta mwanamama Priska akiandaa chai mezani. Acha nikusaidie, nilimwambia Fredriki. Niache, usitake kuniuzi sasa hivi, usitake kuniuzi sasa hivi, acha niandaye mwenyewe. Kaa hapo unywe chai. Asante, nilimjibu. Nikakaa mezani, akaniandalia chai na kuni na kuninawisha nikiwa na gauni langu la kike mwilini, nikanywa Nikiwa na gauni langu la kike nikanywa chai hiyo ya maziwa na chapati mpaka niliposhiba. Nikataka kutoa vyombo mezani nivipeleke jikoni, lakini akanizuia, akatoatoa vyombo vyote, nami nikabaki nimetulia tu namtazama. Niliamua kutoka kwenda uwani kupunga upepo, maana sasa sikuwa mfanyakazi wa ndani tena, maana kila nilichokigusa kutaka kukifanya mama huyu alinizuia kabisa, usifanye kazi yoyote, kila kazi akaishughulikia yeye mwenyewe Betina. Mara nikasikia naitwa nyuma, nilipogeuka kutazama alikuwa ni yule mlinzi Dula Abe. Nilimwitikia wakati akija, alipofika karibu yangu akatazama kushoto na kulia kama kuna anayetuangalia. mm? kwani yule mama umempa nini? Kwa nini, mbona nakupenda sana kupitiliza sasa kunipenda mimi ndio tatizo kubwa au? Kwani mimi si dada wake wa kazi za ndani jamani? Kuwa mfanyakazi wake ndio mpaka kuandalia chakula? Umejuaje? ulikuwa unatuchungulia siyo? Amna kidogo tu. Sasa umepata nini au umesikia kipi kigeni? Nimeona tu maajabu kwa mama huyu, ninavyomjua alivyomtata mtata, labda damu zenu zinaendana. Acha umbea, Adura, nilimsuta kwa kidole Mlinzi huyo mtu mzima kawaida tu, lakini eti utakuja chumbani kwangu baadaye usiku tuongee kidogo, eti eh? Alijichekesha. tuongee nini mimi na wewe eh, tuongee nini cha maana? Hamna, tunapiga stori tu. Nitakuja baba, usijali, nilimjibu huko kwa kumpigapiga ama begani, huku nikimbania sauti. Utaniua mimi beti na jamani akachekacheka cheka. Wakati huo Mzee Nguza alikuwa ameingia kwa kupitia geti dogo, akawa amesimama getini kwa sekunde kadhaa akitutazama, na nilipomwona nikajifanya na mshika mkono mlinzi huyo ili nimuumize roho mzee huyo kwa makusudi. ni kuue kwa lipi eh? Kuja, nitakuja tu, sijali. nilimshika begani mlinzi huyo huwa getini, akashtuka kama aliyepigwa na shoti ya umeme. Wewe Dula! alimwita kwa ukali mlinzi, ndipo akageuka kwa kushtuka. Na mbosi umekaa unaongeaongea hapo, unasahau wajibu wako hapa kitini. Samani bosi. Mlinzi alikimbia haraka, akaniacha mimi nimesimama peke yangu. Nikageuka kutaka kurejea ndani, lakini mzenguza akaniwahi nyuma nyuma, akitaka kunigusa. ulikuwa unaongea nini na yule mlinzi? Aliniuliza. stori tu, kwani vipi? Nimeuliza tu Mbona unaonekana kama una maasila asila? Kwani mambo ya jana sijui juzi kati yetu hayajaisha tu? Aliniuliza mzee huyo aliyekuwa ameubeba mfuko fulani maalumu, ile inayotumika kwenye supamaketi kubwa kubwa kubebea bidhaa. Sijui, nilimjibu nikimtazama kwa jicho la dharau. Basi pokea kamzigo kangu, aka, alininyooshea mkono wake uliokuwa na mfuko. Kamzigo kanini yako, we pokea kwanza, kisha kaufungue, naamini utaupenda sana pokea, kabla mke wangu hajatukuta hapa. Asante, nilimjibu kwa mkato na kuupokea ule mfuko mkononi mwangu. Kaufungulie chumbani kwako, aliniambia. Nikamtazama na kumpa tabasamu feki mzee huyu, kisha nikaelekea ndani kuendelea na mambo yangu. Moja kwa moja nikaingia chumbani na kuufungua mzigo huo nione mzee huyo alichobeba. Nikakutana na chupi za kike na sidilia, nikabaki natikisa tu kichwa. nimepata cha kudanganyia na kumchanganya mkeo zaidi na zaidi, nilijisemesha mwenyewe huku nikitikisa kichwa na kuzirudisha zile chupi kwenye ule mfuko. Siku zilienda Profesa Nguza hakukoma kuacha kunihitaji kimapenzi zaidi na zaidi. Nami niliendelea kuwa na msimamo wangu na kumkimbia kimbia ili mpaka azima yangu ya kulipa kisasi changu nifanikiwe na niweze kutimiza. Nakumbuka nilikaa siku moja nikiwaza sana juu ya aliyekuwa mpenzi wangu, yani Rosemary. Hakika moyo wangu uliniuma sana, nikasema kimoyomoyo, ili kisasi changu nikilipe, lazima nifanye jambo liwalo na liwe, na mimi nitampa mimba mwanamama Priska. Basi ndipo niliposeti mpango wangu vizuri. Nakumbuka baada ya mwanamama Priska kuingia kwenye siku zake za hatari, nilimfosi sana siku hiyo ili niweze kuwa naye faragha huko, lengo langu likiwa ni kumpa ujauzito. Hatimaye nikafanikiwa siku hiyo, kwani mumewe alikuwa amesafiri. Nililala naye mpaka asubuhi. Mwanamama Priska alijikuta akifurahi sana siku hiyo, kwani nilifanya kila namna, nilitumia akili nguvu na maarifa na kama mapenzi tu. Aa, basi siku hiyo hakika yalikuwa yake tofauti sana. Mpaka tukiwa tunamaliza alibaki tu kunisifia. Fredriki, sijui ulikuwa wapi siku zote. Uwepo wako katika maisha yangu umekuwa wa tofauti sana. Sikuwahi kufikiria wala kufurahia mapenzi namna hii. Hakika penzi unalonipa abada nisijawahi kupata kila sehemu kila siku unanifikisha kwenye milima ya kila namna na hivi sasa mpaka mlima Everest nimefika asante Fredriki asante sana basi kama kawaida yake peke yake kulala anaogopa usiku huo Aha. ulikuwa usiku wanipe nikupe baada ya, ya wiki kadhaa mwanamama Priska aliniambia anajihisi anaumwa, na tabia za kulalalala mara kwa mara zikaanza. Akaamua kwenda kupima vipimo huko hospitali, na alipima vipimo vyote, na kweli, baada ya vipimo majibu yakaja kuwa ni mjamzito. Aliporudi nyumbani alikuwa ana mawazo mno. Nilijaribu kumtuliza ili kutaka kujua ni nini kinachoendelea. Fredriki, nina mimba yako. Ilikuwa ni siku ya furaha sana, ndani ya moyo wangu nilifurahi sana. O oh, wao, wewe nini kweli unachokisema? Ndiyo, na utu uzima huu mimi, hii mimba itakuwaje? Jamani tafadhali. Mpenzi usijali, mi nimefurahi sana, tafadhali naomba unizalie, nilimweleza. Ndipo Mama Priska alikaa kimya baada ya kama dakika kadhaa akaniambia, kwa kwa maisha tunayoishi na huyu mume wangu, liwalo na liwe. Nilifurahi sana baada ya kusikia vile, ndipo nikaona huu ndio muda muafaka wa kueleza ukweli juu ya mambo yote aliyonifanyia profesa Nguza. Samahani please, ka kipenzi, kuna jambo leo nataka nikueleze, ila usinifikirie vibaya ila naona huu sasa ni muda muafaka wa kukueleza ukweli. Kunieleza ukweli, Fredriki? Ndio, ni ukweli. Ukweli gani huo? aliuliza mwanamama Piska. Mimi kama nilivyokuambia, ninaitwa Fredriki. Mimi nilikuwa ni mwanafunzi wa chuo na mumeo ndio alikuwa mwalimu wangu, lakini kutokana na tabia zake za kupenda wasichana alinisababishia mimi kufukuzwa chuo, mimi na mpenzi wangu anayeitwa Rosmeli. Lakini kumbe, baada ya pale, profesa alikuwa na mahusiano na huyo Rosmeli wangu, hatimaye amezaa naye mtoto. Nini, unasemaje wewe? Presha ilimpanda mno mm, ndipo mama Priska akadondoka chini, nikampepea na kuongeza spidi ya feni. Baada ya muda akazinduka. Mumewe profesa alikuwa amesafiri. Basi baada ya wiki kadhaa akawa amerudi usiku wa manane akiwa amelewa. Mlango ulikuwa haujafungwa. Baada ya kuingia ndani, alinikuta nikiwa na mke wake kitandani, tena tukiwa faragha. Na baada ya kuniona, alishtuka na kusema shit. Frederick akadondoka chini baada ya kuishiwa nguvu. Basi ilikuwa shida juu ya shida ndani ya hiyo nyumba, tulijaribu kumpepea. Ndipo basi baada ya muda Profesa Nguza aliinuka, ndipo mwana mama Priska akasema, asante Mungu, nimeyajua yote. Kumbe nilikuwa naishi na mwanaume katiri kiasi hichi, mwanaume ambaye hajitambui. Tazama ulichokifanya kwa huyo mtoto tazama ulichokifanya kwa, kwa mpenzi wake. Sasa mimi nasema kuanzia leo, mimi na wewe tena basi, chukua nguo zako, niachie kila kitu changu, gari langu liache, nyumba yangu niachie, achana na mimi kwa sababu kwa sasa nina mimba ya Fredriki. Profesa Nguza alichanganyikiwa mno. Mmm, akaona hali hii ilizidi kuwa hatari na kuwa mbaya zaidi na zaidi, baada ya kuitwa Dula ili amtoe. Kumbe Profesa alikuwa hana kitu, vyote vilikuwa ni vya mwanamke Mama Priska, mali zote. Muda wote Mr. Nguza alikuwa anadili na starehe na hanasa, hakuweza kujiwekeza kwa kitu chochote kile. Basi mambo yaliendelea, aliitwa Dula ili aweze kumtoa nje, ndipo Profesa Nguza alifukuzwa nje. Mambo yakabadilika. Basi siku na miezi ikakatika, tukiwa kwenye gari tulimwona profesa Nguza akikiwa amechoka chaka, amechoka chakali, hali yake ikionekana ni mbaya. Kumbe alifukuzwa kazi baada ya kuwa mlevi wa kupindukia. Hakika mambo kwake yalibadilika, alikuwa hana pa kulala, alikuwa anakunywa ovyo Alikonda zaidi na zaidi, hali yake ilikuwa mbaya, na hapo ndipo nilipojua ya kuwa kisasi ni haki. Maisha yote ya kwake yakawa kwangu, niliishi vizuri na hatimaye tukabahatika kupata mtoto. Ingawa nilikuwa naonekana kijana, ila mwanamama Priska alinipenda mno, akinijali na kunithamini na unikabidhi kila kitu kilichokuwa chake nikawa msimamizi wa maisha yake na biashara zake. Huu ni mwisho wa simulizi hii ya Kisasi ni Haki, nilijigeuza house girl ili kulipa kisasi. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uweze kupata vipindi na simulizi zetu mbalimbali. Usikose katika simulizi mpya inayokuja muda si mrefu kutoka hapa hapa Simulizi Tz. Asante na kwaheri.